Waziri wa Afya, mlete katibu mkuu, mlete mganga. Waziri Mkuu Kassim Majaliwa amemwagiza Waziri wa Afya, Jenista Mhagama, na watendaji wa wizara hiyo kukutana na kufanya mapitio ya vigezo ili kukipandisha hadhi kituo cha afya cha Mama Ngoma kilichopo kata ya Kwakoa wilaya ya Mwanga mkoani Kilimanjaro kwa kuwa hospitali. Ametoa maelezo hayo Jumanne Machi 25, 2025 alipokuwa akizungumza na wananchi baada ya kuzindua kituo chafia, cha afya cha Mama Ngoma kilichopo kata ya Kwakoa wilayani Mwanga mkoani Kilimanjaro. saakuja hapa mimi nateseka, nafungua jiwe la msingi eti kituo cha afya, mmenitesa. <laughs> Maliza hatua iliyobaki ipewe hadhi hospitali. Kama kuna eneo mnadhani linahitaji kufanyia maboresho, mshirikiane naye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 badala ya kuja kufungua hospitali. Nitarudi tena hapa kufungua hospitali.